Wadau wetu wa Kingo Farm, karibuni tena. Leo tumewaletea makala nyingine nzuri kabisa, nimewaorodheshia magonjwa matano ambayo yanatibiwa na majani ya mpapai. Majani ya mpapai yana uwezo mkubwa sana kwa kwa kuku kuku, yani yana uwezo kufanya kazi kubwa sana kwa kuku. Aa, yanatibu magonjwa mengi sana, lakini vile vile yanawafanya kuku waweze kuwa na afya bora, watage vizuri. Sasa haya majani, kama wewe mfugaji, na kushauri uweze ulima mishi ya mipapai nyumbani kwako uwe nayo hii miti, ili iweze kukusaidia kwenye matumizi haya ambayo nitakutajia. Uh, kwanza kabisa majani ya mpapai yanatibu vizuri na kwa muda wa siku tatu tu ugonjwa wa coccidiosis au muharo wa damu. Uh, kuku anapojisaidia kinyesi ambacho kina damu au kina wekundu wakati mwingine huwa anajisaidia kinyesi ambacho kina brown. Uh, ujue hapo hiyo kuku yako atakuwa na coccidiosis. Uh, sasa ukitaka kumtibu hiyo coccidiosis tumia majani ya mpapai kwa muda wa siku tatu tu. Haya majani utayasaga kisha utachanganya na kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Utawekea kwenye maji, utatengeneza huu mchanganyo kwa siku tatu mfululizo ukitengeneza hivi, kama kuku wako walikuwa na koksidiosisi wanapona ndani ya siku tatu. Ah, gharama ambayo ungeweza kuitumia kununua dawa kama Agrocox ESB3, unaweza ukaimaliza kwa kutumia majani ya mpapai na kuku wakawa vizuri, wana afya bora kabisa. Uh, ugonjwa mwingine ambao unatibiwa vizuri kabisa na majani ya mpapai ni minyoo. Minyoo ya kuku jamani, inaondoka haraka sana kwa kutumia majani ya mpapai. Majani haya kwa kuku yanakinga minyoo lakini vilevile vile kama kuku wako tayari wana minyoo. Dalili za minyoo utajuaje? Uh, minyoo kwa kuku mara nyingi utaona kuku wanakuwa kama wananyonyoka, manyoya wanapungua uzito na wakati mwingine utakuta kuku hawa wanashindwa kutembea vizuri. Uh, pia, kuku wenye minyoo, wakati mwingine minyoo ikizidi sana, wakijisaidia, wao wanajisaidia choo Unaweza ukatumia majani ya mpapai peke yake, lakini vilevile ukipata na mbegu za mpapai, zile mbegu za papai inakuwa ni vizuri zaidi. Unachanganya majani ya papai. Mbegu za papai ukiwapa hivi kwa siku mbili utakuta kuku wako ameanza kujisaidia kinyesi ambacho kina minyoo kabisa, na hapo inaashiria kuwa ile minyoo kwa kuku wako tayari inatoka. Minyoo ni hatari sana. Unaweza kukuta kuku wako hawakui vizuri, wanadumaa au hawatagi, basi ujue sababu pia inaweza kuwa ni minyoo. Unapokuwa mfugaji unatakiwa kuwa unachunguza vitu mbalimbali. Ukiona hawatagi au hawakui vizuri, basi rejea kwa zile dalili za kuku mwenye minyoo. Ukiona kama hizo dalili pia zipo, watengenezee mchanganyo kama huu. Utapunguza kabisa hela ambayo utapunguza, gharama ambayo labda ungeenda kununulia levy farm uh, by pricing na kadhalika, dawa zote ambazo zinatoa minyoo. Kwa hiyo utatumia tu majani ya mpapai pamoja na mbegu za papai na utaweza kufanikiwa kabisa kuwatoa kuku wako minyoo hiyo, na ukaendelea vizuri kabisa na ufugaji wako. Aa, lakini ugonjwa wa tatu ambao unatibiwa vizuri kabisa na majani ya mpapai ni typhoid. Typhoid ni kuku ambao ra nyingi sana huwa hawaponi kwa dawa za dukani, huwa wanapona kwa tiba za asili tu. Kwa uzoefu wetu sisi hapa Kingo Farm shamba ni kwetu, pamoja na watu ambao wapo kwenye kundi letu, tulifanikiwa kuwasaidia huu uh, ugonjwa wa, wa, wa typhoid wa kwa kutumia tiba tulipoelekeza dawa za dukani ambazo zimeindicate kuwa hizi dawa ndo zinaponya typhoid, hawakufanikiwa. Ndio maana huwa nakuwa na uhakika kabisa nikiku nikikuta na typhoid nisimpe dawa ya dukani, badala yake nimtengenezee dawa ya asili ndani ya siku tatu kwa huo mchanganyo, na kuku anapona kabisa. Uh, ugonjwa wa nne ambao unapona kwa kutumia unaweza ukaponesha kuku wako kwa kutumia majani ya mpapai ni gomboro. Gomboro jamani kama tunavyojua, uh, huwa inawapata sana sana kuku wenye umri mdogo. Kuku anakuwa anajisaidia kinyesi cheupe kabisa. Banda linakuwa linaroa kinyesi, kuku anajisaidia kwa muharo mweupe. Yaani anakuwa anakuwa kuku wengi sana ambao wanakuwa wana hicho kinyesi cha huo muharo mweupe. Mara nyingi huu ugonjwa huo unakuwa una chanjo ya dukani. Lakini sisi KingoFarm huwa tunatumia majani ya mpapai kama kinga au kama chanjo lakini vilevile vile, tunatumia kuwatibia kuku wetu gomboro. Tunawapa kwa siku tatu. Haya majani ya mpapai huwa tunaongeza na kitunguu saumu, ili kufanya haya majani ya mpapai aweze kufanya kazi vizuri, na tunafanikiwa kuku wetu wanapona kabisa gomboro, na tukitaka kuwachanja vile vile tunatumia majani haya haya ya mpapai tunawakinga na tunafanikiwa. Aa, na ugonjwa wa tano ambao unatibiwa vizuri kabisa kwa majani ya mpapai ni kuku kuvaa makoti. Aa, kama una kuku wako wamevaa makoti yani wameshusha mabawa, basi ujue kuna vitu viwili. Cha kwanza ni lishe unayowapa au cha pili wameumwa kwa muda mrefu sana. Sasa ukitaka uwatoe kwenye haya makoti au uwavue makoti yao, unatakiwa uwape lishe bora, lakini kwenye maji yako usikose kuweka majani ya mpapai, juisi ya majani ya mpapai. Hapa unaweza ukaongeza na booster nyingine za asili, unaweza ukaongeza labda kitunguu saumu, tangawizi au ukaongeza na carrot pamoja na tango ili tu kutengeneza multivitamin iwe nzuri kabisa, kwa sababu pia haya majani majani ya mpapai yana nguvu kubwa, ukiongezea na hizo vitamini nyingine, basi itakuwa ni rahisi sana kuku wako kuweza kuondokana kwenye ile hali ya makoti, au kamvua kuku wako makoti kwa njia rahisi na kwa muda wa siku chache, tu kuku wako karudi katika hali yake. Hii hali huwa inawakuta sana sana kuku wa kienyeji, ni kwa sababu huwa wanakuwa hawapewi lishe nzuri. Hii hali inawapelekea kuku wa kienyeji kudumaa. Kwa hiyo ukiona kuku wako ana hiyo hali, watengenezee lishe bora kisha wawekee hiyo juisi ya mpapai ya utachanganya na hizi booster nyingine za asili. Ukifanya hivi kwa siku tano mfululizo kuku wako utakuta hawana makoti, wanachangamka na wana afya nzuri kabisa. Aa, na ukitaka kujua michanganyo mizuri za... zaidi namna ambapo utaweza kuchanganya vizuri zaidi, basi nakushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili. Hicho kitabu kina michanganyo mingi ambayo itakuongoza hata kama una changamoto kuku wako hawakui, hawataji au unafuga vijogoo, unaona hawakui vizuri, basi sisi Kingo Farm tuna formula ya vijogoo, tutakuelekeza na booster za kutumia. Wale vijogoo watakuwa vizuri kabisa, utapata matokeo mazuri hata kwa kuku wako ambao wanataka